Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Yula Nzale. Maswali yameendelea kuibuka kuhusu aliko mwanaharakati Boniface Mwangi, serikali za Kenya na Tanzania kumrejesha Mwangi nyumbani kwani juhudi za kutaka majibu kutoka ubalozi wa Tanzania zimeambulia patupu. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, Tanzania imeshikilia kuwa Wakenya wote walioingia kwa tashwishi nchini humo walirejeshwa Kenya. Yeah, mkewe Boniface Mwangi Njeri Mwangi alifika katika makao makuu ya ubalozi wa Tanzania katikati mwa jiji la Nairobi akiandamana na familia yake kutafuta majibu kwa maswali kuhusu aliko mumewe ambaye anaendelea kuzuiwa na maafisa wa polisi huko Dar es Salaam, Tanzania. Mwangi Njeri akieleza masikitiko yake baada ya kukosa majibu Akilengwa lengwa na machozi, Njeri alizitaka serikali za Kenya na Tanzania kumrejesha mumewe haraka iwezekanavyo. So If anything happens to Boniface Mwangi, we, his friends, the family, and Kenyans in general, hayanajiri kind of and and huku, waziri wa mashauri ya kigeni Musalia Mudavadi katika mahojiano na runinga ya Citizen Jumanne usiku akionekana kutetea hatua ya serikali ya Tanzania kumzuia Mwangi uh, Um, uh, serikali uh, well, ya Tanzania aidha imesema imewarejesha wakenya wote waliokuwa nchini humo baada ya kuvunja sheria, lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao, kimsingi wanaingilia uh, mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa maswala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia. Aidha, serikali ilizima mtandao wa X nchini humo, mtandao wa NetBlocks unaoangazia mitandao duniani ukisema mtandao huo ulizimwa saa chache tu baada ya watu wasiojulikana kudukua mtandao wa polisi Jumanne. Mwanaharakati mwingine wa Uganda, Agatha Tuhaire pia anaendelea kuzuiwa na serikali ya Tanzania. Na huku vuta ni kuvuta ikiendelea kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania, familia Boniface Mwangi inaendelea kuomba na kurai serikali kuhakikisha kwamba mpendwa wao anarejeshwa nyumbani haraka iwezekanavyo na kufunga ukurasa huo ambao wanasema ni wa kukandamiza haki za kibinadamu. Emmanuel Toro, Runinga ya Citizen, Nairobi.